Kwanza tunafurahi kwa mkutano huu mkubwa aa, wa mawaziri kutoka takribani nchi ishirini, mawaziri ishirini wamehudhuria hapa, pamoja na nchi nyingine zimetuma wawakilishi kama Misri na kadhalika. Mkutano huu unaitwa e-Learning Africa. E, ni mkutano wa kumi na nane. E, ni mara ya pili unafanyikia Tanzania. Aa, kwa hiyo tumepata heshima sana ya kuwakaribisha hapa. Lengo la mkutano huu ni kubadilishana mawazo na uzoefu kwa jinsi ambavyo tunatumia digital uh, system kwa ajili ya elimu utoaji wa elimu na vilevile vile kuendeleza ufahamu wa mambo ya digital. Kwa, kwa mfano uh, sisi hapa nchini tayari tunajitahidi sana kutumia e-learning pamoja kwamba tujasambaza vya kutosha, lakini tuna initiative ambazo tunazifanya kupitia taasisi ya elimu Tanzania, tunashirikiana na NGO mbalimbali vilevile kuhakikisha kwamba shule nyingi zaidi zinapata uh, uwezo wa kufikiwa na intaneti na kutumia Uh, vifaa mbalimbali kwa ajili ya kujifunza kama kompyuta. Mnafahamu kwamba rais wetu aliagiza walimu wote wapewe vishikwambi kwa ajili ya kusomea. Kwa hiyo ni swala ambalo tunalifanyia kazi. Kwa hiyo kwa upande kwa mmoja, uh, e-learning ni kwa ajili, ni nyenzo ya kufundishia kutoa elimu, huo ni upande mmoja. Lakini upande mwingine tunazungumzia vilevile vile sisi wenyewe kuwa wazalishaji, eh, wa teknolojia mbalimbali mbali, e, kwa kutumia kompyuta kwa kutumia software kwa kutumia kinachoitwa akili, akili, akili unde au akili mnemba au akili bandia, lakini akili unde zaidi ndio inatumika sasa. Sisi kwa kweli tuna, tumejipanga pamoja na kwamba tayari tumeruhusu kampasi ya Indian Institute of Technology kuanzishwa Zanzibar, ambayo inachukua wanafunzi ambao wengi wanajifunza mambo haya akili unde. E, na vilevile tuna kozi kama hizo katika chuo kikuu cha Dodoma. Kwa mfano Nelson Mandela African Institute of Technology ambayo ni university kwa Arusha, lakini mwaka huu kwenye bajeti yetu tumetenga fedha wanafunzi hao wanaofanya mtihani wa form 6 sasa hivi watakaokuwa shortlisted katika Samia scholarship, wale watakaotaka kwenda kusoma nje tutawashindanisha, tutachukua pengine kati ya hamsini na mia moja tutaweka kwenye boot camp eh, He, na kwenye bajeti budget, kwenye budget ya maka ya, ya, ya, ya. Kwa hiyo hao wataandaliwa kwa ajili ya kwenda kusoma nje. Kwa hiyo na sisi tunajipanga sana kwa ajili ya kuwezesha sisi na sisi kuwa katika forefront ya, ya, ya taaluma hii, sio kuitumia tu lakini kuzalisha kwa sababu tunazungumzia vilevile umuhimu wa kutumia lugha yetu, kwa mfano kwenye akili unde eh, kutumia mazingira yetu, kutumia utamaduni wetu, kutumia takwimu zetu kwa ajili ya ku, kuwa na information. Sasa kama sisi tusipokuwa na wataalamu wa kutosha tutajikuta tunatumia takwimu za watu wengine, tunatumia mila za watu wengine eh, na tunatumia hulka na kadhalika za watu wengine. Kwa hiyo ni suala moja muhimu sana ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inalisukuma. Asanteni sana.